Bwana, kama kuna wakati huo unahitaji msaada wa kifedha basi ushauri wangu kwako ni kutumia application hii ya Tigo Pesa ambayo sasa inafahamika kama Mix by Yas. Uh, kwa kipindi kirefu nimekuwa nikipitia na nikichunguza application nyingi sana za mkopo lakini sijaona uh, huduma kama inayotolewa na application hii ya Tigo Pesa. Sasa, application ya Tigo Pesa inatoa uh, huduma ya mikopo kupitia kipengele chao cha Nivushe Plus. Na labda nikuambie tu faida na utofauti wa utumia application ya Tigo Pesa ukilinganisha na application zingine za mikopo. Kwanza ni application ambayo haichukui wala kuiba taarifa zako kama application zingine za kitapeli za mikopo ambazo zinafanya. Na tunajua mara nyingi taarifa hizo wanazitumia pale ambapo utachelewa kurudisha ama kurejesha mkopo wako, huwa wanapigia uh, simu ndugu, jamaa, marafiki, wanakuundia group. Yaani ni kama wanakuwa na kuchafua sana. Na unaweza kushangaa umekopa hela ndogo sana ambayo haiendani kabisa na na changamoto na hizo shida unazopitia, lakini Tigopesa haiko hivyo. Tigo Pesa haitochukua taarifa zako. Yani ni baada ya kuwatu tayari una namba yako ya Tigopesa, ukijisajili, ukatumia uh, application yao tayari unakuwa umeweza kupata mkopo, tofauti na application zingine ambavyo jinsi zina usumbufu kuhitaji kuweka taarifa zako nyingi. Lakini pia, uh, application ya Tigo Pesa nimegundua kwamba ni moja kati ya application ambazo zinaliba ndogo sana Yani, ukikopa pesa Tigo Pesa, nitakwenda kuonyesha hapa hatua kwa hatua, na utaona, utapata kushuhudia mwenyewe uh, jinsi ambavyo anakutoza riba ni tofauti na kule kwingine. ni yani, ni kama Tigo Pesa wanapata faida ndogo kabisa katika kukopesha wateja wao. ni pia tutaona Tigo Pesa jinsi ambavyo inakopesha na na inakupa muda mrefu, tofauti na zile application za kawaida za mikopo, na sioni sababu ya kuendelea kutumia application hizo akati application hii ya Tigo Pesa iko hapa. Sasa bila kupoteza muda tukaone na tujionee uh, jinsi application hii inavyoweza kuwa ya msaada kwako. Sasa unapokuwa kwenye ukurasa au uwanja wa application yako, sasa ukija kwenye upande wa Nivushe Plus utakuwa na uwezo kukopa kulingana na vigezo na masharti vyao, lakini leo nitajaribu kukopa ni kuoneshe jinsi huduma hii ilivyokuwa bora. Nitajaribu kukopa na kuandika kiwango hichi cha elfu thelathini na tano. Nataka nikuoneshe jinsi ilivyokuwa nzuri, nitagusa next kama kawaida na niweze kupata pesa hii. Umeona nikifika hapa, nita confirm na umeona nimechagua siku 30. Sasa nataka nikuoneshe nimekopa shilingi. Umeona hapo tayari pesa imesha imeshaingia, yani ni ni sekunde chache sana pesa inakuwa imeingia. Mfano hapo nimekopa latiatano kwa siku 30, wamenipa liba shilingi elfu tano. Sasa utofauti wa application zingine na hii, kwanza kwenye upande wa liba Umeona elfu tano kwa elfu thelathini ni kama asilimia uh, kumi na kitu hivi, ina maana haijafika asilimia ishirini, na ni tofauti na aplikesheni zingine. Aplikesheni zingine hazikukopeshi haraka haraka hivi, siku thelathini watakukopesha siku saba, na hizo siku saba riba inakuwa karibu asilimia thelathini, yaani kwenye elfu thelathini na tano ungejikuta unatoa mpaka shilingi elfu kumi kwa ajili ya riba na kama ungehitaji mkopo wa muda mrefu, labda tuseme mwezi ama wiki tatu, ungejikuta nusu ya pesa ambayo umeikopa itakubidi tena uirejeshe kama riba. Na kingine uzuri wa Tigo Pesa guys, ni uharaka wao wa mkopo. Umeona kama hapa ni chap, mkopo umeingia, lakini pia uh, message imefika, hata message nayo imefika hata nikiangalia hapa inaonekana tayari, yaani ni muda mfupi. Na kama ni mtu ambaye kuna wakati inawezekana unajikuta Uh, unahitaji msaada basi ushauri wangu ni kutumia application hii ya uh, Tigo Pesa au tunaita Mix by YAS. Kwa hiyo ni moja kati ya application nzuri ambayo inaweza kusaidia pindi utakapokuwa na changamoto ama uhitaji wa kifedha. Kama bado hauna application hii ya Mix by YAS, basi unaweza ukai download Play Store na ukapata huduma hii kirahisi kabisa.